cha maswali na majibu kinachowajia kutoka Tan Business Channel online television ya jijini Dar es Salaam. Hiki kipindi huwa kinatangazwa siku za Jumamosi na tumekiweka kwa ajili ya kujibu maswali ya wadau wetu mbalimbali kuhusiana mbali na mambo ya ujasiriamali, mambo ya uchumi, mambo ya kifedha na kadhalika. Kwa hiyo kama una swali au una tatizo lolote au changamoto yoyote kuhusiana na hayo mambo niulo yazungumza, unaweza ukawasiliana nasi kwa kutumia namba ambazo zipo zinazoonekana kwenye video zetu au hata kwenye televisheni yetu. Sasa tu tuanze na kuangalia maswali ambayo nimekuja nayo ambayo nimeulizwa na wadau mbalimbali. Nikizungumzia maswali ina maana kuna ninaopata kutoka kwenye email, ninaopata kwa kutumia WhatsApp hata na hata wengine wanaletea sms messages, na wengine wanauliza maswali kwenye kwenye video ambazo zinatoka kwenye YouTube channel. Sasa maswali ni kama ifuatavyo. Kuna huyu bwana mmoja anasema, habari mkuu, nahitaji kufahamu iwapo kuna utaratibu wa masomo we, kwa kutumia mitandao, yaani kusikiliza na kuandika topics zote kwa kifupi. Huyu bwana anataka kuona, anataka kufahamu kama tuna utaratibu wa wa kutoa mafunzo e, kwa kupitia mitandaoni. Sasa nil, nilimjibu sisi Tan Business Channel tumeamua kutoa mchango wetu katika kuelimisha e, wadau mambo ya ujasiriamali na mambo ya biashara. Sasa tunatoa hii elimu kwa kutumia njia mbali mbali, moja ni kama hivi kwenye online television, ambapo ndio unanisikia, lakini njia nyingine ni kwa kutumia YouTube channel, kwa maana video tunazitoa kwenye YouTube channel, video mbali mbali zinazohusiana mambo ya ujasiriamali na mambo ya biashara mambo ya kifedha kwa ujumla. Njia nyingine ni kwa kupitia kwenye website, tunayo website ya Tan Business Channel ambayo huko nako kuna kuna articles mbalimbali, kwa hiyo huko nako kuna unaweza ukajifundisha mambo ya ujasiriamali, na njia nyingine ni kama hiki kipindi cha leo cha maswali na majibu tuna, tuna, tuna, tuna tunawasaidia watu wenye maswali na majibu lakini elimu nyingine tuna tunafanya masomo tuna Tani Business Channel, Tani Business Online School, kuna kuna shule ambayo iko online, tume- team up na jamaa Marekani, kuna website yetu ambayo tumeunganisha na watu wa Marekani. Sasa kule tunafundisha masomo yanayohusiana na mambo ya ya biashara kuna masomo ya jinsi ya kuanzisha biashara, lakini pia kuna masomo ya kutengeneza hesabu za biashara. Kwa hiyo kwa kifupi, hizo ni njia mbalimbali tunazofanya kuelimisha wadau. Kwa hiyo nilimwambia, anaweza akachagua mojawapo hapo, kama anataka kujielimisha kwenye mambo ya ujasiriamali au mambo ya biashara kwa ujumla. Hilo ni swali la kwanza. Sasa tuangalie swali linalofuata. Huyu mwingine anasema, habari, nikitaka kusaidiwa kuandikiwa plani nifanyeje? Huyu bwana nafikiri aliona kuna video moja nilitoa kuhusu jinsi ya ku- ku- kuandika plani na nilikuwa nimeelezea. Sasa anasema anaamuone amwone nani au afanyeje? Sasa nilimwambia ni, ni, ni, ni kwa kwenye plani kuna njia moja hapo ni kwa, kuna kitabu nimetunga cha business plan ambacho kinaelezea mambo yote ya muhimu kwenye business plani. Kama unataka kuanzisha biashara, basi hayo mambo yapo kwenye hicho kitabu. Kwa hiyo nikamwambia akipate hicho kitabu, akikisoma, kama kuna chapter hajaelewa basi anaweza akaniuliza. Lakini kwa kifupi ni kwa kwenye utengenezaji wa plani, jambo la muhimu ni kuwa kwanza uwe na malengo, kwa sababu plani mara nyingi inakuja baada ya kuwa na malengo. Sasa plani ni kama ni facility au ni, ni chombo kinachosaidia kufikia kwenye malengo. Kwa hiyo jambo la msingi uwe na malengo. Kwa mfano kama kwenye biashara unasema mimi lengo langu ni biashara yangu kupata faida, sasa hiyo inakuwa ni lengo kwa sasa unatengeneza plani ambayo itakayo itakayo kufanya ufanikio kupata faida. Sasa kwenye plani, baada ya kuwa na malengo, sasa ndio una, una, kunakuwa na vitu mbalimbali viko kwenye plani ambavyo vitakusaidia sasa. Kitu cha muhimu kimoja hapo ni kuwa eh, lazima uonyeshe eh, jinsi utakavyofanya mambo yako ili kufikia hayo malengo. Kwa maana kwa sasa kuna masuala ya jinsi mtakavyojipanga kama ni kampuni au kama ni, ni biashara ndogo lakini mko zaidi ya wawili watatu. Kwa hiyo kuna swala ya kujipanga, kwa maana mnapeana majukumu, kila mmoja anapewa majukumu ambayo atayafanya ili kufanikiwa kufikia kwenye ile ile lengo ambayo aliyokuwa ameliweka. Sasa kwenye majukumu, kinachofuatia kingine ni kuwa hakikisheni au hakikisha kuwa kunakuwa na resources, kunakuwa na rasilimali, kwa sababu kwenye kufanya hayo majukumu lazima kuwe na vitu vya kuwawezesha, nyenzo. Kwa hiyo kwenye rasilimali hapo tunazungumzia mambo ya pesa au fedha, lakini tunazungumzia vitendea kazi na hata wa watu au wafanyakazi kwa hivyo vitu ni kuhakikisha kuwa vinakuwepo. Na kingine kwenye suala la plani ni kuwa una rasilimali na tayari kuna majukumu yameishawekwa, na sasa kinachobakia ni kujaribu kuangalia activities mbalimbali na programs ambazo zinatakiwa zitekelezwe. Na hizi activities na programs zinagawanywa sasa kwa wale watu waliopewa majukumu au kama mna au department hapo kwa sasa, hizo activities na programs zinagawewa kwa wahusika ili wazitekeleze, na kwa kuwa tayari kuna resources e, yani rasilimali za kuwawezesha, basi kinachofuata ni kutekeleza hiyo plani. Sasa kwenye utekelezaji wa plani e, inabidi kuhakikisha mnafanya mambo kama yalivyokuwa yamewekwa kwenye plani. Hakuna kutoka nje kwa hiyo kila mnachofanya kama ni activities au programs mbalimbali mnazifanya kama zilivyoelezewa kwenye kwenye plani. Na kingine ambacho cha muhimu ni swala la ufuatiliaji. Kwa hiyo lazima mweke mfumo wa kufuatilia e, utekelezaji wa plani, kwa maana mtakuwa na vikao. Hivyo vikao vinaweza vikao vya siku vya wiki vya mwezi vya vya kota na kadhalika ambapo mnakaa na kutafakari utekelezaji wa, wa plani. Kama kuna matatizo au changamoto, mnajaribu kuona jinsi ya kurekebisha. Kwao nimeelezea kwa kifupi tu kuhusu mambo ya plani yanavyofanyika. Kwa hiyo nimemwambia e, nimemwelezea apite kama na- anaweza angalie kwenye e, website yetu, lakini pia angalie kwenye e, ile website ya, ya, ya, ya online school ambapo kunafundishwa mambo ujasiri ya ujasiriamali mambo ya fedha, na kama kuna swali aweze kuniuliza. Kwa hiyo ilo ilikuwa ni swali eh, la, la la pili. Sasa tuende kwenye swali la tatu. Huyu swali la tatu anasema, habari, ninahitaji kufungua duka la dawa, ila sina uzoefu na uuzaji wa dawa ila nahitaji nitafute muuzaji aliye na cheti. Je, inaruhusiwa? Ya of course ameuliza swali zuri huyu. Anataka kufungua duka la dawa, kwa hiyo ina maana amejipanga mambo ya mtaji, sijui wapi atafungua duka e, vitu vyote vinavyohusiana na kufanya nakuanzisha biashara, inaelekea amejipanga, yuko tayari ninavyohisi sasa tu yuko kwenye hatua za mwisho, kwa anataka kuanza hiyo biashara. Sasa nasema yeye ye, hana uzoefu lakini pia amesikia kuna kunahitajika mtu mwenye cheti. Ni kweli kwa sababu madawa ni kitu ambacho ni sensitive kwa sababu usipokuwa makini hayo madawa yanaweza kawa ni sumu na unaweza hata ukasababisha maafa kwa watu. kwa watu, hiyo lazima kwenye upande wa maduka haya ya dawa lazima kuwe na mtu mwenye taaluma ya, ya mambo ya madawa e, ndio ndio anayeruhusiwa. Kwa hiyo inabidi uwe na mtu ambaye ana cheti, amehitimu kwenye taaluma za mambo ya pharmacy. Kwenye watu wa lugha ya kitaalamu anaita ni awe ni pharmacist, yaani mtu aliyesomea e, taaluma ya madawa. Bila hivyo huwezi ukapewa, huwezi ukapewa leseni. Kwa hiyo utauliza maswali na utaambiwa, je, unaye pharmacist au mtaalamu wa madawa kama ukisema huna, upewi leseni. Kwa hiyo ni kweli, ameuliza swali la msingi. Hata kama amejipanga kila kitu madawa amenunua na nini, lakini kama hana pharmacist au mtaalamu wa mambo ya madawa, hilo duka lake haliwezi kupewa leseni. Haya, tuende swali lingine. Huyu anasema nitapataje kitabu Uh, uh, huyu ameona kuna huwa tunatangaza vitabu maana tuna tunachapisha, tumechapisha vitabu kama karibu 30 vya mambo ya ujasiriamali na tumejaribu kuzungumzia mambo mbalimbali kwenye hivyo vitabu. Sasa huyu uh, ameona kitabu cha saluni, sasa ndio ananiulizia kinapatikana vipi. Sasa kwenye matangazo yetu huwa tuna tunaandika jinsi ya kupata hiyo vitabu, lakini kwa kuwakumbusha tu ni kwa kwanza, hivi vitabu ni vya soft copy. Unajua sasa hivi kuna vitabu sio vya vya hard copy, maana vya hard copy ni kile kitabu na makaratasi yake, unafungua peji na nini. Sasa hivi ni soft copy ambacho kinapatikana kwa kutumia WhatsApp au kwa kutumia email. Kwa hiyo una unaletewa una, una kwa kutumia kwenye, kwenye WhatsApp Uki, ukiomba kitabu basi kwenye ile page yako ya WhatsApp ki kitabu kinaingia, unatumiwa au unatumiwa kwenye email. Ni, ni nacho, ni ni, kwa hiyo ninacho nilichomwambia ni kuwa kitabu anaweza akapata, anipate anifuate kwenye WhatsApp akaunti yangu, alafu kisha nitampa maelekezo, na maelekezo makubwa sehemu kubwa ya maelekezo ni kulipa fedha alafu kisha sisi tunamtumia kitabu hapo hapo kwenye WhatsApp. Kwa hiyo huyu alikuwa anataka kufahamu jinsi atakavyopata kitabu cha mambo ya saluni. Naona e, labda kujadia tu-, tu, tu tupate breki kidogo. tuendelee na kipindi chetu cha maswali na majibu kinacholetwa kwenu na Tan Business Channel Television ya jijini Dar es Salaam, na mimi mtangazaji ni Ali Mwambola. Sasa mwingine ame-, nafikiri ameona video niliyozungumzia aina mbili za faida. Unajua kuna kuna changamoto kidogo kwa wafanyabiashara, sasa sijui ni siku changamoto au ni tatizo baadhi ya wafanyakazi, na nafikiri wengi hawaelewi kama biashara zao zinapata faida au hasara, na kuna kuna kuna upotofu kidogo wa watu kufikiria kuwa faida ni sawasawa na hela ambayo labda iko nyumbani. Kama mtu anafanya biashara labda ya duka, sasa zile hela anazopata anaweka labda chumbani au kwenye sanduku, yeye ndiyo anasema hiyo ndio faida, au mwingine ni ile pesa ambayo iko kwenye akaunti yake ya benki, au wengine ni pesa ambayo iko kwenye simu. Sasa wao wanasema hiyo ndio faida. Na hata ukimuuliza mtu, bwana biashara yako vipi, napata faida? Ah, namshukuru Mungu bwana. E, pesa zipo naziona kwa hata kutajia kwa zipo kwenye simu na kiasi fulani au ziko benki, nyingine mbaya, zipo hapo hapo dukani. Sasa hiyo sio faida faida ni ina, ina utaratibu wake wa kupata faida. Hizo ni pesa tu zipo, lakini sio faida. Sasa faida ni nini? Faida ni tofauti kati ya mapato na matumizi. Kwa hiyo kama unapata mapato au fedha inayotokana na mapato, labda umeuza vitu mbalimbali au umetoa huduma mbalimbali, sasa ile fedha unatoa gharama mbalimbali ulizofanya kuhusiana na hiyo biashara sasa, kinachobakia ndio kinaitwa faida. Kwa hiyo siku zote faida ni tofauti kati ya mapato na matumizi. Sasa ukiwa unatengeneza hesabu, kuna faida zimetenganishwa, ziko faida za aina mbili kwenye kufanya, ukifanya mahesabu kama mtu unayetengeneza hesabu na nawaomba mtengeneze hesabu za ze biashara zenu, kwa sababu sasa hata la faida licha ya kusema faida iko iko pesa benki na nini, lakini pia kuna aina mbili za faida. <coughs> Aina ya kwanza ya faida inaitwa gross profit, kwa lugha ya kitaalamu au ya kitaaluma inaitwa gross profit, na ya pili inaitwa net profit. So, sasa labda kuelezea ni matumaini yangu mtu anielewa. Gross profit ni faida inayopatikana baada ya kutoa gharama, yani kama umeuza ya umepata fedha sasa, unatoa gharama zinazohusiana na mauzo. Kwa hiyo gross profit ambayo labda kwa lugha ya Kiswahili nimeona kuna maana, nasema ni inaitwa biashara inaitwa faida kubwa kwa gross profit ambayo au faida kubwa inapatikana baada ya kupata fedha za mauzo au kupata mapato yanotokana na mauzo. Sasa unatoa gharama zote zilivyo zilizofanyika kwa wakati unauza hizo e, bidhaa au huduma. Sasa kinachobakia ndio kinaitwa gross profit. Kwa hiyo, kimahesabu unapiga hesabu umepata mapato kiasi gani, labda tuseme milioni tano. Sasa unaangalia gharama zinazohusiana na, na na na mauzo kwa sababu sasa kwenye gharama ya mauzo hapo kuna vitu kama hizo bidhaa ulizouza ulizinunua mahali. Sasa kununua, gharama za kununua bidhaa ni gharama za mauzo, kwa gharama zote zinazohusiana na kununua hiyo bidhaa ambazo baadaye uliziuza zinachukua kuwa ni gharama za mauzo pamoja na usafirishaji, yaani kusafirisha hizo bidhaa kutoka ulikununua mpaka dukani kwako. Kwa hiyo unatoa, na of course kuna kitu kinaitwa VAT, hiyo nao labda kuna siku tutawazungumzia. Kwa hiyo yote inahesabiwa ni gharama ya mauzo. Sasa ukitoa, kinachobakia ndio kinaitwa gross profit au faida kubwa. Sasa ya pili ni ni net profit. Net profit ni, ni faida ambayo ndio ya mwisho kabisa e, ndio maana inaitwa net profit, kwa maana kuwa unafanya mauzo alafu unatoa gharama zote za biashara, kwa maana kwa kuwa hizo gharama ni pamoja na hizo za mauzo, lakini kuwa kuna za uendeshaji e. kwa hiyo gharama zote zinazohusiana na biashara ukitoa, ndio unapata net profit na hii ndio inayotumika sana. Na mara nyingi mtu akisema umepata faida kiasi gani mtu anazungumzia ya, ya net profit, hazungumzia gross profit. Kwa sababu ukizungumzia gross profit na maana kuna gharama nyingine hautakuwa umeziingiza kwenye hesabu zako. Sasa hizi ndio aina mbili za faida ambazo kwenye biashara ndio zinazotambulika. Ya kwanza ni gross profit na ya pili ni net profit. Nimejitahidi kuelezea nafikiri mmeelewa. Haya, tutafute swali lingine. Swali so, lingine mdao huu, kuna, kuna video niliitoa ilikuwa kama ni changamoto hivi. Nilisema eh, ikitokea umepata bahati umepata pesa nyingi au mtaji, unajua kuna wengine wanacheza betting au lolote, pengine umestaafu umepata pesheni yako. Kwa hiyo inapotokea unapata fedha nyingi E, sasa ni mambo gani ambayo unaweza ukafanya ambayo ya, ya faida kutokana na hizo pesa ulizopata. Sasa of course ni uamuzi wako kufanya na hakuna mtu atakaye kulaumu, lakini sasa kuna, la kuna mambo mengine utafanya ambayo hayana tija. Sasa haya tuyazungumzie, sisi tunazungumzia mambo muhimu ambayo unatakiwa kufanya ukipata fedha. Sasa huyu bwana ni kama tu alinipa ongera tu kwa baada ya kuisoma hiyo, akawa amefurahi sana, akaniletea message kwa asante kwa maelezo yako kuhusu kama umepata bahati ya kupata fedha nyingi, kitu gani cha kufanya au nyingine cha kuepuka. Kwa hiyo ikitokea wewe umepata pesa au kama uko katika harakati au uko katika taratibu au unakaribia kustaafu kwa hiyo utapata fungu lako kubwa la fedha, kuna mambo ambayo ni kama matano hivi ambayo unaweza ukafanya. La kwanza ambayo sio zuri ni, ni kukaa eh, na pesa yako hapo nyumbani. Basi unaamka asubuhi unatumia, maana sera yako ume-umeifanyia umeifanyia kazi mpaka umefikia miaka 60 na kitu. Kwa hiyo wanasema enjoy maisha, lakini sio kitu kizuri kwa sababu hiyo fedha itakwisha. Ikiisha sasa utaanza kuangaika. Kwa hiyo mimi si tilima na nisaidia tu nimejaribu kuizungumzia tu ni kitu ambacho sio kizuri kufanya. Unajua wengine wanaweza kusema mbona mimi naongea hivyo lakini in reality ndio watu wanachofanya hicho. Mtu amepata pesa sasa, anakuwa huku mara anasafiri sijui anakwenda wapi, sijui na you know ananunua vitu vya anasa tu na sasa, huo ni utumiaji mbaya wa fedha ambao hautakusaidia na wewe umeshastaafu. Huko mbele itakuwaje? Kwa mimi nafikiri kitu cha muhimu cha kufanya ni kuwekeza hizo fedha, jaribu kuwekeza, kwa sababu tukisema kuwekeza ina maana unafanya matumizi ambayo utakuwa na faida mbele yake, au utakuwa na hizo fedha zitazalisha kitu fulani. Kwa hiyo ushauri ambao una, naweza nikakupa kama umepata hizo fedha ni kuwekeza, uwekeza, kwa sababu ukiwekeza ina maana utapata faida sasa kwenye kuwekeza tunazungumzia nini? Sasa kuna uwekezaji wa aina mbalimbali. Uwekezaji wa kwanza ni kuamua kuanzisha biashara, kwa sababu sasa nataka na wewe uwe uwe mjasiriamali, basi anzisha biashara. Lakini sasa angalizo hapo, hakikisha unafuata misingi inayokubalika kuanzisha biashara, kwa sababu usipoifuata ao ka biashara kaokanaeza kakafirisika baada ya miezi mitatu au minne. Sasa hiyo ina maana fedha yako yote itakuwa imepotea. Kwa hiyo inabidi uwe mwangalifu sana, ukiamua kuanzisha biashara fuata taratibu zinazokubalika, na nimekuwa naziongelea sana kwenye redio, kwenye televisheni na hata kwenye video zangu. Kuna taratibu za msingi ambazo inabidi uzifuate ili uweze kuwa na biashara ambayo ni endelevu. Ukisema biashara endelevu, ni ile ambayo unapata biashara inapata faida na kutokana na faida inayopata hiyo, biashara inaweza kudumu miaka mingi tu, na hata hata wajukuu zako hata watoto zako wanaweza wakaja wakarithi. Kwa hiyo kwanza, anzisha biashara. Lakini sasa kwenye kuanzisha biashara kuna kuna uwezekano mkubwa biashara ikashika ikawa ya kufika mbali, kwa sababu una ujuzi wa kufanya biashara. Kwa hiyo kitu cha pili ambacho unachoweza kufanya badala ya kuanzisha biashara ni kuwekeza kwenye biashara ambayo imeshaanzishwa. Kuna kuna watu wameanzisha biashara na zinafanya vizuri lakini kwa sababu wanahitaji fedha za kupanua biashara zao wanakaribisha wawekezaji. Kwa hiyo na wewe unaweza kama mwekezaji. Kwa hiyo nenda kawekeze kwenye biashara ambayo imeshaanza, na mara nyingi sasa unawekeza kwenye biashara ambayo ni imestawi, na kuna vigezo vyake. Sasa ufanye nini ili ujue ujuei biashara ni nzuri? Sasa hiyo vitu ni ma, masomo ambayo nitakuja kuongelea siku nyingine. Kwa hiyo wekeza kwenye biashara ambayo tayari imeshaanzishwa. Hiyo ni namba mbili. Namba tatu unaweza ukaweka fedha benki kwenye kitu kinaitwa fixed deposit account. Kwa maana kwa unaweka, basi baada ya miezi sita zinakuwa zimepata riba, imepatikana kwa hiyo zimeongezeka. Sasa kama ni mamilioni ya pesa, hiyo riba pekee yake inaweza ikawa ni hela nzuri tu ya kukuwezesha wewe kaishi maisha mazuri. Kwa hiyo basi Huyu ni uamuzi, weka fedha na benki, fixed deposit account. Kila baada ya muda ule uliokubaliana, unapata riba yako, yani interest, maisha yanaendelea. Hiyo ni namba tatu. Namba nne ambayo inao ni muhimu sana, unaweza ukawekeza kwenye stock market au kwa hapa Tanzania, Dar es Salaam Stock Exchange, unaenda unanunua hisa au shares. Kule Dar es Salaam Stock Exchange sasa, ukinunua zile shares au hisa, kila mwaka wenye makampuni ambao wamesajiliwa Dar es Salaam Stock Exchange wana- wanalipa kitu kinaitwa gawio au kwa Kiingereza wanasema dividend, ni kama faida kwayo. Sasa wewe ukiwekeza kule kwa kununua hisa, basi kila mwisho wa mwaka una uhakika wa kupata fedha zako au kupata e, faida na hiyo faida ndio ukaitumia kungesha maisha yako. Kwa hiyo ni namba nne, ni ya muhimu. Namba tano ni unaweza ukanunua amana za serikali. Hii ingawa wengi hawafahamu, lakini hawa matajiri wakubwa wanaelewa, ni njia moja nzuri sana ya kupata pesa, lakini ni kwa wale wenye fedha nyingi. Kuna amana za serikali ambao kwa kuna vitu vinaitwa treasury bills, lakini pia kuna bonds yaani ni ni kama vile ni kama usatibu kama benki lakini kidogo, kwa kuwa ni serikali. Kwa maana ya kuwa unanunua una hizi amana za serikali, na kila baada ya muda fulani wanalipa riba. Kwa hiyo unapata na wewe riba kama unavyolipa benki. Sasa badala ya kununua eh, badala ya kuweka pesa benki sasa unaweka ni kama una, unaikopesha serikali maana tusisema unaweka pesa serikali, hapana, unaikopesha serikali. Sasa kwenye kukopesha kuna aina uh, mbili tatu za amana. Kuna treasury bills ambazo ni wanasema ni amana za muda mfupi, halafu kuna bonds ambazo ni za muda mrefu. Kwa hiyo sasa unaweza ukawekeza pesa zako kwa kununua amana za serikali. Kwa hiyo hayo ni mambo matano ambayo unaweza ukayafanya eh, baada ya kufanikiwa kupata pesa. Aidha za umestaafu au kuna njia nyingine yoyote ambayo una, wewe unaweza una, ukaijua una, una, una itakayokupatia kupatia fedha kwa wingi. Naona kwa leo tuishie hapo, nimeongea vya kutosha. Naomba mwendelee kuangalia kipindi chetu cha maswali na majibu kila siku ya Jumamosi saa tatu usiku kutoka eh, Tan Business Channel online television. Asante na karibu tena.